Ili kuhakikisha wafungwa na mahabusu Tanzania bara waliohukumiwa kifungo cha chini ya miezi sita wanaandikishwa kuwa wapiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Tume Huru ya Uchaguzi INEC imewataka watendaji wa uboreshwaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika magereza kuzingatia maelekezo yatakayotolewa na tume hiyo. Kauli hiyo imetolewa Dodoma na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi hapa nchini Jaji Jacob Mwambegele wakati akifungua mafunzo kwa waratibu waandishi wa wasaidizi, na waendeshaji wa vifaa vya biometric katika magereza kuhusu uboreshwaji wa daftari hilo. Mafunzo haya yatafanyika kwa njia ya nadharia na vitendo, ambapo yatahusisha ujazaji wa fomu mbalimbali, matumizi ya mfumo wa kuandikisha wapiga kura ya voters registration system VRS, pamoja na kupata uelewa wa kina wa kutumia kwa ufasaha vifaa vitakavyotumika wakati wa zoezi hili. Mwisho, ninatoa wito kwenu kuhakikisha mnavitunza vifaa vyote mtakavyotumia katika zoezi la uboreshaji wa daftari na kuandikisha na kuzingatia maelekezo mtakayopewa na Tume ili kwa pamoja tufanikiwe zoezi hili.